Karibu mpenzi mtazamaji wa Global TV Online katika mahojiano haya maalum kabisa na Said Mshangama. Yeye ni mwanaharakati kutoka nchini Komoro. Uh, huko kwao kidogo, kama unafahamu unafuatilia habari za kimataifa, utakuwa unafahamu kuna vuguvugu ambalo linaendelea kuhusiana na namna ambavyo uongozi wa taifa la Komoro unapitia katika changamoto. Kikubwa ni kitendo cha rais wa sasa Azali Osman kujaribu kutaka kubadilisha katiba ili apate miula miwili ya uongozi wa taifa hilo, tofauti na lilivyozoeleka na taifa la Komoro, kwamba kila baada ya miaka mitano kisiwa kimoja kinaachia kisiwa kingine. Kwa historia tu nikueleze, uh, Komoro inaundwa na visiwa vidogo vidogo ambavyo kwa pamoja vinaitwa uh, Comoros uh, yeah. Kuna kuna kuna kuna Njuani kuna Ngazija na Grand na, na, na Mwani na na Maore Mayotte ambao ma, imechukuliwa ma, na Faransa. Mayotte ma, ma, yenyewe ilijitenga hii yeah. Ikasema ika wao wanataka kufuata uh, kila kitu cha Ufaransa na wanapeperusha bendera ya Ufaransa. Karibu Bwana Said Mshangama ambaye atatueleza kwa ufupi nini hasa chimbuko la haya yanayotokea Komoro. Karibu sana. Asante. Lakini kabla hapo labda ni ni ni. ni. Ni rakibisha. Didishi, ni rakibisha kitu kimoja uh, kuhusu Mayotte. Yeah. kwa leo mpaka sasa kwa serikali ya Comoro na African Union na jumuiya ya dola la United Nations hawajakubali kuwa Ufaransa umechukua Mayotte japo wanasema hivyo mm. kwa hivyo kwetu sisi Mayotte ni kisiwa cha Comoro ah. okay, lakini sasa kwa hivi sasa uh, sisi niko hapa kwa jina ya nambara ya civil society tuseme na tuna tunaogopa sana mambo uh, hali ilivyokuwa kwa sababu uh, Rais Azali ndo anataka kubadili sheria katiba la taifa. Mpaka sasa uh, kila kisiwa kinakuwa rais anachaguliwa katika kisiwa fulani, alafu baada ya miaka mitano ndio inaendelea uh, katika miaka kumi na tano iliyopita ili, tulikuwa na amani, kwa sababu kila mtu ana nilikuwa najua bado hii nchi yetu nchi mpya, tunajenga nchi. Lakini sasa rais anataka kubadili eh, na anasema uh, tarehe 30 ya mwezi wa saba, Julai, ndio watu watakwenda katika referendum kura hapo na namna naoni. Naoni. Na, na, na, vile vile kabla hapo ilikiwa constitutional court kama mahakama ya, ya katiba sheria, kalivunja kaivunja kabisa, kachukua hawa na mahakimu kawapeleka, uh, hiyo uh, nini ile responsibility ya constitutional court ikapelekwa katika Supreme Court nyingine. Kwa hivyo hakuna leo, uh, mahakama ambayo inaweza kwa kweli kutizama nini inafanyika kwa upande wa sheria kwa hivyo kama yeye amini kwa atapata uh, atashinda. Kwa hivyo anafanya kila kitu maanake, kuvunja ule kutafiti utundi wa, wa, wa, wa, wa elections, na vile vile uh, tunaogopa kwa sababu miaka iliyopita vile, kisiwa kila kisiwa kilikuwa kinahisi kwa kina uwezo wa, wa kuongoza sasa itakuwaje? Na bado sisi tunasema hakuna kitu kinaonyesha kuwa tusha, kama hapa Tanzania tushafika, tunasema kweli sisi maraia manake, kwa sababu hapa baada ile mika kwa uongozi wa rais Nyerere, kila mtanzania japo mnayo kabila na sijui, lakini mmefika hapo, kwa sisi ni maraia Tanzania. mm -hmm. Uh, japo tunasema raia lakini bado kule Komoro tunahisi hakuna ule uaminifu kwa sote ni ni sawa mm. Kwa mambo anayoyafanya sasa Rais Azali ku- kuminya ku upinzani, uh, kuminya wale ambao wanamkosoa na kuzuia wa, watu ku, ku kukataa kile ambacho yeye anakiamini anataka kukifanya kinaweza kikaleta uh, aina gani ya ya, ya muonekano sasa wa kisiwa cha Komoro kwa maana ya visiwa vyote mpaka sasa, uh, mambo kama haya yanatokea yana, yana, yana kila siku, kwa sababu kuna watu wapinzani wanapelekwa wanakamatwa ni na, na, na, na, na, na polisi wanawekwa polisi au jela baada ya siku na uh. Sasa kama kila pahali maanake ilikuwa nafasi ya kila mtu kujenga political party iwe kubwa au ndogo, lakini sasa kaja na sheria anazuia zitakuwa sita, na kwa sababu kujenga political party uh, chama uh, cha siasa inabidi uwe na watu sijui ni naona bunge na mambo kama hayo yeah, ambayo hajapata kutokea pahali tena uh, na hakuna nafasi tena ya maandamano uh, mambo kama hayo, japo iyo imetokea zamani lakini Uh, ili nafasi ya kusema nafasi ya maandamano yote kazuia siku hizi ka, ka, ka. Na jana imetokea kitu ambao sisi kwa sababu hakuna mambo ya, ya kama ya, ya dini kuingia, sijui kama japo tisini uh, kwa jaribu watu wa Komoro wote ni nini Waislam, lakini hakuna nini hii mavutano ya Waislam na jana Huyu Azali kenda bwana Azali kenda katika nini hii uh, mji mmoja ambao ni mkubwa anaitwa Ikoni, baada ya sala ya maghrib ala katika sala maghrib alitaka kusali kule, ndio watu wote wame, wamemwacha wamemwacha nini hii. Kwa hivyo inaonyesha ndo maana sisi katika hii civil society tuna tuna tuna waswasi kwa anofanya inaleta bambanano ambayo watu wanaweza kupigana ikatoka nini hii violence katika tunaona tu, tu pia ame, ame, ameweza kumzuia kizuizini Rais Ahmed Abdalla Sambi, Sambi, asiweze kufanya hata ile miadhara ambayo kokifanya katika visiwa vya Komoro na wasitasi wake ni nini? Sasa, kwa mtu ambaye alikaa madarakani na kukubali kumwachia mamlaka ya urais kuna jambo ni kweli kwa uh, ubunge na bunge wamefanya utundi, halafu wanasema kwa bwana Sambi, wakati alipokuwa rais, kuna pesa fulani ambayo mpango ulikuwa na Komoro na nchi fulani za Kiarabu, Kuwait na Emirates, na pesa hizo ambazo zilikuwa zinapewa Komoro ili Komoro wape baadhi ya watu ambao hawana uraia rasmi katika nchi hizo, uraia wa Komoro nasema kwa, kuna pesa nyingi ambazo zimechukuliwa na rais Sambi watu wake na rais alikuwa uh, aliofuata Sambi. Hilo ni jambo sasa, ni kweli ni uwongo, hatuoni kwa ili serikali inashughulika kufanya utundi wa hili jambo, kama naona kama uh, rais Azali anamfata yule Sambi, na kwa sisi sinaona kama nini hii hii, si, si mahakama, lakini kama upinzani wa kisiasa mtu ana, na, na, na, na, na, tishia, tishia, na, na kweli. Ukisema kweli uh, rais Sambi ana watu wengi mpaka sasa kwa, kwa sababu alipokuja ndo hs oh, na, na hilo tena jambo uh, hilo tena inazidi kuongeza ile mbandano katika nchi kwa sababu uh, sisi ha, mimi binafsi naona kuwa ikiwa kuna serikali huyo mtu anasema kuwa kaiba pesa au kachukua pesa haya basi ashtaki. Ah, yes, yes, yes, yes. uh, lakini namna mambo yanokwenda na vile vile, vile mahakama wanaofanya kwa Sambi hawastehi sheria kwa mtu ambaye ana anashtakiwa na namna lowa hivo. Uh, ni kuwa katika kile kisiwa ambayo Sambi Chanzwani uh, hmm, hata Ngazija hmm. Nini, ndo watu ana, wale wa, watu wa Sambi ndo wanasimama wanasema kwa hii hey, jambo si, si, si, si hizi pesa, lakini kwa vile Azali hataki kuwa na mtu ambaye anaweza kushindana naye na, na labda tu, sasa tuangalie nafasi ya kura ya maoni ya tarehe 31 Julai. Atafanikiwa Rais Azali katika katika kura yake? Kama mambo ndio ameshaanza kuwa hivyo kwamba tayari Sambia na watu na vile hawafurahishwi na namna ambavyo anatendewa na serikali Ata, ataweza kupita kwenye hiyo referendum? Kwa sababu um, sisi tunaona kama Azali yeye haamini kuwa angeweza kupita, ndio maana anafanya kila kitu kama nilivyosema, uh, ile constitutional court isha vunjwa ya isha mm. uh, katiba, tena. Na, katiba. Uh, kwa hivyo tunaona kama yeye anini kuwa ana watu ndio maana, lakini atafanya kwa nguvu, apate asipate hata ataendelea. Na sasa nafasi ya civil society yeah kwenye hili iko wapi? ili na nyinyi mkiwa sasa, mnafanya jambo lenu, mnajua mnasimamia wapi? mnasimamia upande huu wa raia au upande huu wa serikali? Sisi wa raia, kwa sababu mimi binafsi japo simo si katika pati, walipochaguliwa Azali, kura langu limeendelea sijapata mm. kuwa sambi na nani mm. kwa sababu nilifikiri wakati wakati huo kwa haitakuwa amani lakini sisi civil society tunataka rais astehi sheria. Angekubali ikuwa tunaweza hii referendum isiendelee, amalize muda wake. Sisi tunasema mpaka sasa ni, ni nafasi yake katika sheria, anaweza kuwa referendum, lakini hastehi ile procedures za kufanya referendum kwa, kwa nini sasa, na ana muda mpaka elfu mbili na yeah, kumi na tisa ambapo ndio muda wake wa kipindi cha miaka mitano unakwisha. um, referendum inatakiwa kufanya wakati gani, na je kachelewa au amewahi? ah, referendum anataka kufanza tarehe 30 Julai. Baada ya hapo anasema akiwa akifanikiwa, ata resign atajiuzulu, alafu aende katika uchaguzi mwingine mwingine tena, alafu ndo atuanza ataanza hapo. Anaweza ikiwa kubaliwa kachaguliwa labda mara mbili tena, kwa mara yake atakuwa vipindi vitatu. Na sasa na kwa wananchi wa Komoro, unadhani sasa nini kifanyike ili kuweza kuondosha hiyo migogoro ambayo inaonekana sasa kunyemelea kisiwa ambacho tayari kilikuwa kimeshapata amani baada ya Muhammad Bakari na na washirika wake kufurushwa kuondoka katika Ndo hatari yake kwa sababu, japo kweli naona kwa, kwa uh, hii mambo ya kisiwa na kisiwa, labda naweza kusema kwa nini hawatachangisha, lakini kujenga nchi nachukua nini muda na uh, nchi kama yetu, mimi naogopa sana kwa kubadili namna hii bila sharia, inaweza kuturudisha katika ile machafuko uh, ajapokoa kama wakati wa, wa Mohamed Bakari, kila kisiwa kinasema kila mtu wake. Ndo ndo, ndo maana uh, raia na vyama hmm. vya, vya, vya, vya kiraia sio wache vyama vya vya, siasa vya siasa. Ndo tunapiga kelele na tunaambia nini hii ulimwengu kwa watusaidie hmm. kama nini, Umoja wa nini wa Afrika na nchi nyingine jirani tuseme kama Tanzania watusaidie wa tufatane tuelewane jambo kama hili lisikitikane kwa sababu inaweza kuleta shida kubwa katika nchi nami nataka kumalizia hapo Tanzania hapo Tanzania Tanzania ina nafasi gani kwenye hili kwa sababu tuliona wakati wa Muhammad Bakari na matatizo mengine yaliwahi kutokea nyuma Komoro kwa sababu tunafahamu pia ukaribu wa visiwa vyenyewe lakini watu wake hmm, wengi wako katika nchi hizi Tanzania na nafasi gani kwenye hili hasa swala la kumaliza hii migogoro ambayo inajitokeza Komoro? Ah, Tanzania ni nchi ndugu, sio tu lakini kama mnavyojua kuna wakomoro wengi Tanzania, asili wao maraia Tanzania. Tanzania hapa katika liberation committee katika uhuru wa Komoro Tanzania umesaidia sana kwa uh, sababu ile liberation uh, nini movement wa Komoro ulikuwa hapa na mingi kusaidiwa. uh, vile vile katika hiyo shida ya Muhammad Bakar, Tanzania wamesaidia sana, hata jeshi wamejapo chini uh, oh, ya yeah, African yeah. Uh, Union. Kwa hivyo nafikiri wa Komoro wote wanajua kwa Tanzania haina ni nchi ndugu ambao haina uh, interest isipokuwa We, amani wameonyesha kwa nini wana wanapenda kwa Komoro, nchi kama Komoro endelee iwe amani kama kama hapa Tanzania ha? kwa hivyo ndo uh, ikiwa kuna nchi yeyote ambao mkomoro hawezi kusema kwa na ina kitu fulani interest fulani isipokuwa ndugu hiyo ni ni, ni Tanzania ndo no, no, no, no, muhimu kwa Komoro. Nakushukuru sana. Okay, asante. Nakushukuru sana Bwana Mshangamo. Asante. Naam, mtazamaji nilikuwa na Bwana Said Mshangamo kutoka Komoro. Yeye anatokea katika vuguvugu uh, la vyama vya uraia, vyama vya raia nchini Komoro, kama alivyoeleza uh, kiini cha haya yote na mazungumzo yetu. Natumai tutaendelea kuwa naye karibu na tutaendelea kuendelea kuwasiliana naye, hata akirudi Komoro natumai atakuwa anatupasha habari kutoka huko. Uh, kikubwa kinachotokea Komoro sasa ni rais wa sasa aliyekuwa madarakani wa nchi hiyo uh, Azali Assoumani akijaribu uh, kuongeza uh, ukomo wa muhula wake wa uongozi ifikapo elfu mbili na kumi na tisa kwani ameshaitisha kura ya maoni ya kubadili katiba mwezi Julai tarehe thelathini. Kwa hiyo kama atafanikiwa, basi uh, Komoro na Komoro watakuwa wao ndio waamuzi kwenye referendum, kukubaliana naye au kukataa. Lakini hivi navyozungumza ni kwamba tayari rais uh, wa zamani wa taifa hilo Abdallah Ahmed Mohamed Sambi yuko kizuizini nyumbani kwake na harusi kufanya shughuli yoyote, akituhumiwa kuendesha shughuli ambazo zinakinzana na matakwa ya rais uh, Azari. Mimi ni James Range kwa niaba ya mgeni wangu kutoka Komoro na kusiwendelea kuangalia Global TV kila wakati.